Katika riwayat hakaba mtu wachukuliwe risasi ipigwe itiwe kwenye sikio, hili ni dogo kuliko kusikiliza sauti ya mziki na nyimbo zikaingia kwenye kichwa chako. Madhabi yake na athari yake ni kubwa mno na ya kutisha mno.

Unasikiliza mziki na kuchomeka simu yako ukaweka earphone zile kwenye masikio yako mawili ukasikiliza ngoma ukasikiliza taarabu ukasikiliza bongo fleva, wewe, njia hiyo unayoifuata ni njia ya kwanza, ni njia ya kupotea, ni njia ya shetani na ibilisi. al-Khumaini qaddasallahu asrarahu az-zakiyya kwenye kitabu chake kinachoitwa Arbauna Hadithan anasema, katika mambo makubwa yanayomfanya mtu akose maazimio, akose maazimio, akose ule msimamo anapoamua jambo kulitenda tenda, moja ni kusikiliza mziki. Uoni, kuna watu wanapanga kila siku, leo tamka swalatul layli. Si si wapo Leo nitaamka swala tule lafu amka. Kesho nitaamka alafu. Kuna watu wanapanga mimi siangalii tena haram. Siangalii picha za haram. Siangalii wanawake ambao hawavai hijab na kupita barabarani. Bali siwaangalie hata wanaovaa hijab. Si kuna watu wanaoaidi? Alafu kesho anafanya? Eh? Kesho anaangalia tena. Kesho kutwa anaangalia tena. Sababu avin al-Khomeini al-Kabir anasema moja ya sababu ni kupenda kusikiliza mziki. Mmoja katika mashekhe wakugwa alikuwa mahala pana kupigwa mziki hapiti kwa muda ngoma hapa